Usaidizi kwa watu wanaopata nafuu kutokana na uraibu katika jimbo la Vermont. Watu wengi wanakabiliana na matatizo ya uraibu kutokana na vitu kama: dawa za kulevya au pombe. Ikiwa una tatizo la pombe au dawa za kulevya, kuna watu ambao wanaweza kukupa usaidizi. Huduma ya Recovery Partners ya Vermont ni kundi la mashirika yaliyomo kote Vermont ambayo husaidia watu binafsi na familia, kupona kutokana na uraibu, na kuishi maisha yenye afya. Haijalishi hali yako ni ipi, tutakusaidia katika safari yako ya kuishi maisha yenye afya na furaha. Kupona ni mchakato wa kushinda uraibu au utegemezi wa vitu kama vile pombe au dawa za kulevya, na kuwa na afya bora kiakili na pia kimwili. Mashirika yetu hutoa aina nyingi za usaidizi unapojitahidi kupona. Hii inajumuisha usaidizi wa kukupa msaidizi wa ana kwa ana na watu wengine ambao wako katika hali kama yako, au wao pia wanajitahidi kupona. Mashirika yetu pia hutoa makocha wa urejesho. Kocha wa urejeshi ni mtu ambaye ana uzoefu wa uraibu hapo zamani na amefunzwa kuthibitishwa ili kukusaidia. Wakufunzi wa urejeshi hufanya kazi nawe ili kukusaidia kuweka malengo, kupata nyenzo muhimu na kuunda mpango uliobinafsishwa wa urejeshaji wa siha yako. Mashirika yetu pia hutoa shughuli za kikundi na hafla za kufurahisha. Kila mtu katika hafla hizi analazimika kutokuwa mlevi. Sober maana yake ni kuwa huru kutokana na ushawishi wa pombe au madawa ya kulevya. Unaweza kutumia dawa ambazo daktari wako, au mtoa huduma wa afya amekuagizia na bado unachukuliwa kuwa sawa. Dawa za kulevya na pombe haziruhusiwi katika shughuli hizi. Kwa mfano, unaweza kucheza mpira wa miguu au kutazama sinema mahali ambapo kila mtu yuko sawa. Mashirika yetu hutoa programu za ustawi wa bure kama vile yoga na mazoezi ya kupumua ili kukusaidia kudhibiti mawazo ya ukasi au mfadhaiko kwa njia zenye afya bora. Tunatoa warsha na uandishi, upishi na uchoraji. Mashirika yetu yanaweza kukusaidia kupata huduma zingine unazohitaji. Kwa mfano, ikiwa unahitaji makazi ya muda mfupi na huduma za usaidizi kwa watu wapya walio na wameacha ulevi. Tunaweza kukusaidia kupata aina hii ya makazi. Pia tunakuunganisha kwa huduma za matibabu. Nafasi zetu zimebuniwa kwa salama na zinazokaribisha mtu yeyote anayeingia katika eneo letu ili kuhakikisha kila mtu anahisi kuungwa mkono. Yeyote anayeingia vituo vyetu lazima awe hajalewa siku hiyo. Pia tunafanya bidii ili kufanya nafasi zetu ziwe salama na zenye starehe iwezekanavyo, kwa kuwa tunafahamu ya kwamba wageni wetu wengi wanaweza kuwa wamepitia matukio ya kiwewe. Vituo vyetu vingi hutoa kahawa ya bure, maji, viti vizuri, kompyuta, vyoo na michezo. Baadhi ya vituo vyetu pia hutoa usaidizi wa kazi ili kukuunganisha na waajiri walio kwenye mitaa iliyo karibu nawe ambayo wako tayari kuajiri watu wanaoendelea kupata nafuu. Zaidi ya hayo, baadhi ya vituo vingine hutoa dawa za Narcan na vipimo vya majaribio ili kuepuka au kuzuia dozi za kupita kiasi. Katika eneo la Recovery Partners ya Vermont, tunaamini nguvu ya jamii na usaidizi wa rika. Tumejitolea kuhakikisha kuwa wakaaji wote wa Vermont walio katika hali ya kupona wana rasmali wanazohitaji ili kustawi. Ili kujifunza zaidi kuhusu program na huduma zetu, au kutafuta kituo cha kupona kilicho karibu nawe tembelea tovuti yetu.